Ripoti kutokea kule Urusi inaeleza kuwa serikali ya Urusi imetangaza kuwa ipo katika hatua za mwisho kukamilisha mpango wa kitaifa wa kuongeza uzalishaji wa madini adimu yaani rare Earth Minerals, kama sehemu ya mkakati wa kukuza uchumi wake wa viwanda na kupunguza utegemezi wa malighafi kutoka mataifa ya magharibi pamoja na Asia. Kwa mujibu wa wizara ya nishati na maliasili ya Urusi, mpango huo unalenga kuimarisha uzalishaji wa madini muhimu kama neodymium na dysprosium na terbium, madini yanayotumika kutengeneza teknolojia za kisasa kama vile magari ya umeme, mitambo ya upepo, simu janja yaani smartphone, betri na vifaa vya kijeshi vya hali ya juu. Lakini Urusi inatarajia kuwekeza mabilioni ya dola katika miundombinu ya uchimbaji na uchujaji wa madini hayo katika maeneo ya Siberia, Ural na Ufa Isti, huku ikishirikiana na kampuni za ndani na baadhi ya mashirika ama washirika wa kimkakati kutokea mataifa mbalimbali huko Asia. Lakini waziri wa nishati ndugu Nikolai Shuginov amesema mpango huo utaiweka Urusi katika nafasi nzuri ya kimkakati duniani katika sekta ya madini ya teknolojia hasa wakati ambapo ushindani wa kimataifa wa kupata madini hayo umeongezeka kutokana na mapinduzi ya nishati mbadala. Wachambuzi wanasema hatua hii ni sehemu ya kimkakati mpana wa Urusi kujijengea uhuru wa kiuchumi kufuatia vikwazo vya magharibi vinavyowekwa baada ya vita vya Ukraine. Kupitia uzalishaji wa madini haya, Moscow inalenga kuimarisha sekta yake ya viwanda vya ndani, kuvutia uwekezaji mpya na kuongeza ushawishi wake katika soko la dunia la teknolojia safi, yaani green technology. Ripoti za awali zinaonyesha kwamba Urusi inamiliki zaidi ya asilimia kumi ya akiba madini ya dimu duniani, lakini hadi sasa imekuwa ikichimba sehemu ndogo tu hizo, ch ya rasilimali hizo kutokana na changamoto ka za teknolojia na uwekezaji. Uh, kampuni kadhaa za serikali zikiwemo rostic na rosatam zinatarajiwa kuongoza utekelezaji wa mpango huu mpya ambao unaweza kuanza kutumika rasmi ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na sita.